Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya buwana, vitu ambavyo leo tunataka tuvizungumze bwana ni kuhusiana na issue ya Diamond Platnumz. Diamond bwana ameamua aweke wazi sababu ya yeye kuitwa kichwa na mama yake, kwamba chanzo cha hayo yote ni nini kupitia video za behind the scene ambazo Diamond amekuwa akiziposti au page za Wasafi zimekuwa zikiposti kupitia mitandao yao ya kijamii, ni kwamba tumeona jinsi gani ambavyo Diamond mwenyewe ameelezea kwamba katika posti nyingi sana ambazo mamake, mama Dangote amekuwa akiposti mtandaoni amekuwa akimwita au akimrefer Diamond Platnumz kama kichwa, sio kwa sababu eti ana kichwa kikubwa. Diamond ameamua aweke wazi kwamba sababu ya yeye kuitwa kichwa na mama yake ni kwamba huwa ana akili nyingi, ni genius, ana uwezo mkubwa sana wa kufikiria. Lakini sio hivyo tu, hata shuleni huko zamani pia Diamond alikuwa akifanya vizuri katika elimu yake ya awali. Kwa hiyo page mbalimbali hapa zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo inshu ya Diamond ku reveal sababu ya mama yake kumwita yeye kichwa. Wamekuja hapa ameandika kwamba bwana Diamond ataja sababu ya kwa nini mama yake mama Dangote amekuwa akimwita kichwa. Msanii Diamond Platnumz ameeleza sababu ya mama yake mzazi, mama Dangote, kumwitwa kichwa ni sababu kwamba alikuwa na akili nyingi shuleni, wakati yuko shule ya msingi, yani primary school, alikuwa akishika nafasi ya kwanza. lakini pia vile vile vile tumepita katika peji ya Mama Dangote mwenyewe. Of course tumekuta ameweka posti nyingi sana ambazo zinamhusu mwanaye katika suala zima la kupromoti kazi yake ambayo ameitoa hivi karibuni, ambayo inakwenda kwa jina la nani. Lakini pia vile vile ameposti eh, baadhi ya moment ambazo huwa anashare na, na mwanaye pale nyumbani kwake kupitia kurasa wa Instagram ni kwamba Diamond ameonekana akiwa yuko na mama yake, wamekaa e, na hii video ikapostiwa, alafu then amepostiwa na Mama Dangote, alafu Mama Dangote mwenyewe akaandika kwamba chakudeka wangu Tom kaka karudi safari, sasa anadeka kwa mama, yani ni kifa, atapata tabu sana huyu mtoto. Akamtagi hapo Diamond, akasema lakini mtoto kwa mama akui. E, Mama Dangote ameandika hivyo. Now we are lakini pia vile vile kuna pay, kuna video nyingine ambayo Mama Dangote Mama Dangote ameiposti ikiwa inamuonyesha Diamond Platnumz akiwa amerudi na kumletea mama yake zawadi. Eh bwana, hapa ameleta mabegi, mabegi kadhaa na katika zawadi ambazo amemnunulia mama yake mojawapo ni simu eh bwana, hii ni iPhone jipya, iPhone mpya kabisa toleo jipya iPhone 17. Eh, Diamond ndiye amemnunulia mama yake bwana, amemkabidhi ma, maboksi ya perfume za kutosha fimu takriban sita hivi lakini pia na mazawadi, mazawadi mengine kibao. Yo, mama Dangote mwenyewe bwana ameposti kupitia kurasa wake wa Instagram jinsi ambavyo mwanaye alivyomnunulia zawadi na kumletea na wakati anamkabidhi, then akaandika hapa chini kwamba, baada ya kuposti hiyo video, mama Dangote hapa chini bwana, katika caption akaandika hivi: Alhamdulillah, nam, namshukuru Mwenyezi Mungu eh, kwa kila kitu ambacho amenionyesha ame, ame kwangu. Nasibu mwanangu, asante sana kwa zawadi hizi eh, uli ulizoniletea baba angu. Mungu aendelee kukuongezea riziki kadha wa kadha kipenzi changu. Mama Dangote mama Dangote bwana akuishia hapo, akaendelea hapa kusema kwamba maana sikuwa e, maana si kwa zawadi hizi, yaani mwanangu e, nashukuru sana sana e, kwa kujua thamani ya mama kipenzi changu. Akamtagi hapo Diamond Platnumz, alafu akamalizia kusema kwamba nakupenda e, Diamond. Bwana hajamletea tu mapafyumu mama yake, vile vile ni kwamba amemletea e, cheni za goldi eleni za goldi, saa za goldi, maana unaambiwa kwamba mama Dangote bwana goldi ndo vitu vyake. Yaani mama Dangote bwana umwambii kitu kuhusiana na goldi, anapenda dhahabu kwelikweli. Kwa hiyo mwanaye analijua hilo, kwa hiyo alivyomletea zawadi bwana amemletea na e, vitu vya dhahabu <mulia> kama ilivyokuwa kawaida bwana, baada ya Mama Dangote kuposti hivyo, basi moja kwa moja hapa wadau wamekuja kuweka maoni yao. E, kuna mtu wa Diamond mwenyewe kwanza kabisa amekuja kuweka comment hapa katika page ya mama yake Diamond. Ameandika kwamba anakupenda sana mamangu, inshallah insha allah, Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya, furaha, amani tele na kesho, na kesho kutwa akujalie pepo ya daraja la juu, amin. Diamond ameandika hivyo, amekuja kukomenti hivyo katika peji ya mama yake Mama Dangote. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini ukiachana hilo, pia vile vile, kitu kingine ambacho kimemeke headline huko mitandaoni kumuhusu Diamond ni e, kwamba kuna hii habari ambayo inamuhusu bidada huyu anaitwa Hawa, nadhani utamfahamu yule Hawa Ntarejea, ambaye alishawahi kufanya kazi na Diamond huko zamani, e, kupitia ile ngoma ya Ntarejea. Na Hawa huyu bwana alikuwa anapitia nyakati ngumu sana mm -hmm kama unakumbuka vizuri kuna kipindi ambacho Hawa bwana alikuwa anapitia nyakati ngumu kiafya, alikuwa na alikuwa ni mlevi na alikuwa akitumia baadhi ya vitu vingine miadarati hapa na pale. Sasa watu wengi sana wakawa wanamhurumia na Diamond, inasemekana kumbe bwana alifanikisha swala la Hawa kwenda India kwa ajili ya kwenda kutibiwa baadhi ya maradhi ambayo alikuwa anamsumbua, lakini pia vile vile kuhakikisha kwamba anaenda soba na vitu vingine kama hivyo na hawa mwenyewe alifunguka wazi kabisa kwamba Diamond ni mmoja kati ya watu ambao wamemsaidia sana kubadilisha maisha yake, kwa sababu yalikuwa yanaelekea pabaya. Na ukizingatia kwamba yeye huyu hawa ana familia na vitu vingine kama hivyo, kwa hiyo watu wengi sana walimpongeza Diamond kwa hicho alichokifanya. <mulia> Lakini mpaka sasa hivi ni kwamba mwanadada huyu anaonekana akiwa yuko na afya nzuri. Diamond kama kumsaidia kweli amemsaidia, binti sasa hivi amerudi kwenye ubora wake, mashallah. E, hapa bwana amefanya interview hivi karibuni na amezungumza baadhi ya vitu, na hapa bwana kuna page imekuja kuripoti wakiwa. Okay, wameandika kwamba mwanadada aliyeshiriki kwenye wimbo wa nitarejea wa Damu Planamz leo katika mahojiano na East Africa Television amefunguka kwa ufupi tu kuhusiana na hali yake ya maisha e, kwamba yeye kwa sasa hivi e, ni kwamba akisema kuwa hata pesa ya kutengeneza au kuripea simu hana, hivyo basi hata e, kuingia mitandaoni kwake ni changamoto, lakini afya yake inaonekana kwamba ime E, imeshamiri yani, tunaweza kusema hivi yani yuko poa. Peji nyingine hii hapa, wamekuja wameandika kwamba e, katika siku ya mtoto wa kike duniani msanii wa Bongo Flava hawa nitarejea amepata msaada wa taulo za kike, vyakula, friji na pesa kutoka kwa taasisi ya Sisi na Mama. Umeona bwana, eh. Kwa hiyo watu bado wanaendelea kumsapoti hata eh, pia eh, baadhi ya taasisi ambazo zipo ambazo zinapewa nguvu na serikali na zingine nazo pia zimekuwa zikijitolea kusapoti watu kama hawa wenye uhitaji. Ni jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana. Kwa hiyo hawa amepewa eh, taulo za kike, amepewa vyakula, amepewa friji na pesa eh, kutoka katika taasisi hiyo ya sisi na mama. There is nothing there na hii bwana, ni kutokana na kwamba msanii huyo Hawa aliomba msaada siku kadhaa zilizopita ili aweze kuendelea na maisha yake ya kila siku baada ya kupitia changamoto kadhaa kwenye maisha yake. yeah, we were, like you, yeah, so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment. Na pia vilevile vile, hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.